Wengi celebrate ni mingi au sio? Bana ambao ameweza kuhappen kwenye show ya Davido, lakini story kubwa kwamba Davido mavazi ambayo amevaa bana, noma sana e bana. Mtanzania ahusika kutengeneza vazi la Davido e bana, ikumbuke kwamba vazi hilo la Davido ambayo ame, ameweza, ame, ameweza kulivaa kwenye show yake ambayo tarehe saba elfu mbili na ishirini na sita Tanzania watu wamekuwa wanamtafuta designer ni nani? Ai e bana, kuna mshikaji wetu mmoja hivi ambaye yeye ameweza kuhusika sana sana kwenye ile flana ile shati ambayo amevaa juu Obio, au sio bana, na designer wake pia pia wamehusika so ushirikiano wa stylish wa Davido uh, ambayo kuna mshikaji anaitwa ho anaitwa jina lake gumu anaitwa Haloandro, designer Mtanzania huyo, anaitwa Halo Andro, lakini akishirikiana na Kelly Evra kumvisha Obio katika mavazi yake ya tarehe saba ambayo ameperform kwenye tamasha kubwa kabisa hapa nchini Tanzania. Vazi hilo limekuwa limekuwa limezua mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na namna walivyotengenezwa, kuwa au sio bana, jinsi gani ambavyo Davido anaipenda nchi yetu, anaipenda Tanzania. So na katika hilo shati uh, limeandikwa nipe tano, tunafahamu limeandikwa tano, tunafahamu Obio ana tua yake au sio bana hapa tunaunganisha dot. Ana tua yake anaitwa 5 tour ambayo amefanya ameanza hapa tarehe tare, saba Dar es Salaam au sio bana, ataenda Venezuela lakini pia ataenda Switzerland au vipi bana, na ataenda nchi nyingi nyingi, nchi nyingi, nyingi ambazo ameziainisha hapa kwenye posti yake. Obio akitoka zake Tanzania amefanya after party au vipi bana, hapa eh, hapa Tanzania lakini tunaona uh, klipu yake inaonyesha kwamba Obio atadondoka pale uh, Zanzibar kwa ajili ya kufanya uh, baadhi ya vitu fulani na kutalii, umenielewa vizuri, kuenjoy alafu atarudi zake katika swala lake la kufanya tour la five Tua, uh, kwenye nchi tofauti tofauti, au sio bana. Imeonyeshwa hapo kuna nchi takriban uh, kama nane hivi ambazo Davido ataenda kufanya show zake, au sio bana. E bana, pia story ambayo imekuwa headline kumhusu Diamond Platnumz kuto kutokea kwenye show ya Davido, lakini tumeona wanachama wa WCB wameweza kuhappen pale katika ukumbi, au sio bana, na wengi akiwemo uh, Salamu SK, lakini pia tumemwona Azizi Ki pamoja na shemeji yetu Hamisa Mobetu pia wame have fun na celebrate wingi sana ambao wameweza kutokea. Hongera sana Davido kwa bonge moja la show, au sio bana, kwa burudani kubwa ambao wameweza kutuonyesha, na tutegemee kuona wakati mwingine kurudi tena. Dondosha komenti yako kuhusiana na vazi kubwa ambalo ah, limekuwa limezua mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii kwenye Instagram sana sana kwenye Instagram dondosha, yeah, je, unalionaje vazi Uh, la Davido kwenye steji ambayo ameua sana lakini, pia tumpe sharat, uh, tumpe sharat kwanza, mshikaji wetu, au sio bana, ambaye ameweza kudesign eh, bonge moja la shati fulani vyafo limeandikwa tano e bana, mi naitwa chingling in the town, the town badest, ndimu mtumbadi baba lao baba la watu wote. Salamu kwa washikaji zetu ambao bado wana nguvu na sisi, alafu wanatupa nguvu zaidi ya kuendelea kusubscribe youtube channel yetu ya 69 Media. Mi Me naitwa chingling in the town, asante kwa kunisikiliza, tukutane tena wakati mwingine, ai